limu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Bwana asifiwe. Amen. Mwami Yesu esombwe Bwana asifiwe. Amen. Mimi ninajua mzee Etole kupitia kwa msichana wake anaitwa Magi, tulisoma naye Uganda, na yeye nilipomwaja Uganda alikuwa Mwanglikana venye alienda <laughs> sijui lakini hajasahau penye alitoka. Leo nataka niwaambie wapendwa, somo letu la kwanza leo tulisomewa kutoka kwa kitabu cha Ayubu thelathini na nane sura ya kifungu cha kwanza hadi ishirini na moja hii kitabu ambacho kinaitwa Ayubu kiliandikwa na Musa kati ya mwaka 1487 na 1447 alipokuwa kwa wakwe wazizi wa kale, ngine wanaita Kaabigo. Alikuwa kwa wakwe, na yeye ukiwa kwa wakwe kazi yako ni kufanya kazi ngumu ngumu, kama kupasua kuni, kama kuenda kuleta maji na ukiwa kwa wakwe no complaining, unavumilia yote. Musa alikuwa kwa wakwe na kazi yenye alipatiwa ni kuchunga kondoo. Ni kondoo ama kondoro? Oh, no. Kuchunga kondoro <laughs> na kama hesi na mbuzi, yeye yeah, alikuwa akichunga, lakini pia alipokuwa huko akasikia hadithi ya mtu mmoja anaitwa Ayubu. Ayubu dunia yake ilitingizwa yeye akapoteza mali yote, baadaye akapoteza watoto na mke wake. Akamwambia umeni sijui wagandi wanasemanga umenisinya. Mke wake kamwambia <laughs> umenisinya, na hii magonjwa yako, afadhali utukane Mungu alafu ulotile uende. Yani hakuna haja ya kukaa na we, wetukana Mungu. Weenda mimi na wewe tumeachana na yeye. Dunia yake ikatingiswa kwa hii dunia. Utafanya nini dunia yako ikitingiswa, wakati kisulisuli na misukosuko a dunia padri karibu itingiswe na pikipiki piki. Lakini, <laughs> lakini nitaendelea mbele kuhubiri hata honi ikiongezeka. <laughs> Nataka niwaambie dunia ikitingiswa, kuna mambo mawili unaweza kufanya. Jambo la kwanza, unaweza kuanguka ama usimame. Mimi naomba hii dunia yenu imetingiswa kupokea ripoti ya kwamba kijana amepoteza mke wake, hata kupokea ripoti ya mipango yenye imepangwa inaweza kukutingiza. Inaonekana ni kitu kigeni, hata wengine wanakuwa walimu wenye hawana mshahara, wanaanza kutoa mawaidha tofauti. Lakini nawaambia Biblia inakubali yote, inasema ya kwamba sisi ni udongo na majivu. Unawezaenda kwa njia ya udongo ama kwa njia ya majivu, lakini yote inakubalika. Kitu cha maana ni ya kwamba, dunia wakati dunia yako inatingiswa, wewe utasimama ama utaanguka mm. wale ambao wanasimama ni kama Ayubu. Kitu cha kwanza ukisimama, sikia Mungu ananena nyuma ya kisulisuli. Leo jamii ya mzee Tole watasimama ikiwa watasikia sauti ya Bwana mm. wakati huu masauti ni mengi mm. lakini sauti ya Bwana ndio sauti ya kusimamisha watu. Inakuambia kwamba it will not be like this forever, haitabakia hivi milele. Ambia jirani yako, haitabakia hivi milele. Mungu atatufariji. it will not remain like that forever. Ukisikia sauti ya Mungu kitu cha kwanza anakutia moyo mm, haitabakia hivyo milele. yeah, yeah, no, daga nikuambie, kisulisuli wengi wanapitia, wanaume wanapitia, na machozi ya wanaume haionekanage kwa uso, wanalia kwa tumbo. Sisi tunasema geriremo, yani kwa tumbo ndio analia, ma changamoto mingi. Mm, ukiwa mama huko afadhali, umepatiwa ume ruhusa ya kupika uruzi kalakala lakini wanaume wanakaa ngumu lakini hata ukikaa ngumu jua mungu anaongea nasikia sauti yake bwana kwaya ile ya zamani walikuwa wanaemanga ziki ya sauti ya e bwana yaita kwa upole kabla hawajakuja na ya siku hizi hii yateremuka panda lakini <laughs> ile ya zamani ilikuwa inasema sikia sauti ya bwana anena kwa upole na anena kwa familia etole na kusema ya kwamba amani ninawapa sio kama vile dunia inawapa amani ninawapa amani ipitayo fahamu zote right. Mungu awape wa amani. Amen. Mwandishi wa wimbo waliimba wimbo hapa ya kwanza nionapo amani kama shwari. Mwandishi mm, huyo. Unajua Waafrika waendanga holiday sijui kwa nini sisi ni watu kichwa ngumu mm, lakini wazungu wanaendanga holiday wanaenda beach. Lakini hata mimi na mchungaji holiday ni kuenda kukongoa mahindi. <laughs> Ama holiday ni kwenda kulima <laughs> hii ni wa Afrika, hii Mungu aliyotupa tu neema, hatuna holiday. Lakini mzungu na bibi yake walitaka kuenda holiday England, walitaka kuenda London, walikuwa wanatoka Chicago, kwa hivyo wangeenda na meli, na walikuwa wamepanga wataenda wote, mzee na mama na watoto wasichana watano, wataenda wote namba ndio ifuatie waende kwa sababu wazungu wanapanga safari, sisi Waafrika hatupangi. Hii maneno inakuja tu mbele, unavaa nguo na kusema mbele nina endelea mbele, ya. ya. <laughs> yani sisi ni hupo kuje twende, hii maneno tutafanya nini sasa? Mzungu anapanga lakini siku moja kabla ukatokea na kitu ambacho alifanya mzee abakie, lakini mama na watoto ikabidi waende London na walikuwa wanaenda kwa meli. Mimi <laughs> <laughs> <laughs> kwa meli siwezi enda, naweza swim tu kwa bese, lakini maji hiyo mingi. Sasa wakapanda meli na walikuwa wanaelekea wapi? London. Walipokuwa wakisafiri, mzee amebakishwa, dhoruba ikatokea, hiyo meli ikazama. Wakaokoa mke wake peke yake, watoto watano wamefariki. Mama alipokuwa huko, wakaandika telegram. Sijui wangapi, waliwahi waliwahi pokea yako telegram? Wachana na group, wangapi waliwahi waliwahi pokea yako telegram? Zamani walikuwa wanasema kam sik full stop, hata full stop unalipia telegram siku hiyo <laughs> <laughs> sasa telegram ikakuja ikasema saved Alone. Mume wake akajua watoto wake watano wamefariki, na yeye akaongeleshwa na Mungu, akaambiwa pita penye and panda meli yenye inafuata, fika penye watoto wako walizama, ukifika hapo nitaongea na wewe. Na huyu mzee akapanda meli, alipofika penye watoto wake walikufa akaambia penye watoto walizama, hata matanga ingefanyika si saa hii, ndio mambo hii inafanyika. Wakati mwingi mtu kwa bahari hawezi patikana, ni lazima tu tutamwaga. Kila mtu anaagwa kwa staili yake, usiseme ingine ni tofauti, ingine ni tofauti. Staili yote, bora tuweke Mungu mbele. Basi akasema, mkifika penye watoto wangu walizama, muniamushe. Kapten akakuja akamwamusha, akamwambia, hapa ndio wamezama hata matanga hautawahi fanya tena hata wa, hii mwili haitapatikana tena. Ndipose akaimba wimbo nionapo amani kama shwari, ama nionapo ni shida, kwa mambo yote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Leo nataka nisema ya kwamba Mungu wakati wa kisulisuli, Mungu anaongea na kusema ni salama rohoni mwenu waje iwe salama kwa jamii ya Itole na hata yule kijana ambaye alipoteza mke wake let it be it is well with his soul, waje iwe salama rohoni mwake. Jambo la pili, wakati wa kisulisuli tutasimama tukijua mawazo ya binadamu iko na mwisho wake. Ayubu akaambiwa na Mungu unaelewa unaongea chenye ujui hata marafiki zako. Mipango ya mwana, ya Mungu ni kubwa, na mawazo ya binadamu iko na mwisho wake. Binadamu wanaweza ku... kuamua mambo, wanaweza kupanga mambo, lakini mpango wa Mungu ni mkubwa. Hmm. Daga niwaambie, usiwahi tegemea mwanadamu amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Kila wakati tegemea mawazo ya mwanadamu, mawazo mawazo ya Mungu, mawazo ya mwanadamu iko na udhaifu wake. Nataka niseme wakati huu tumtegemee Bwana. Kuna wimbo tunaimanga, kumtegemea Mwokozi wangu na nawaambia wapendwa, kutegemea Mwokozi ni tamu. Hata hii maneno saa zingine mzee Tole hajawahi kuona maneno kama haya na hajawahi kuyatambua, lakini tegemea Bwana atakupa amani, atakupa nguvu na atakupa matumaini yes. Na hata tukitegemea Mungu Biblia inasema wa mtumaini yao Bwana ni kama mlima Sayuni, hautatingisika wakao milele. Amen. Jambo la mwisho. Inaonekana mimi nimekuwa wameniita mwingine, wameniita baba paroko mtu wa mkono, lakini inaonekana ninakuwa padri wa jioni sasa. Zi <laughs> si asubuhi. Mimi kwa hii parokia si hubiringi asubuhi. <laughs> Hata kama wataniita next week jioni, nitakuja. Nimekuwa padri wa jioni <laughs> Unajua mchezaji anaingizwa kwa uwanja jioni, yani injury time, si mchezaji mzuri sana, wana wana tafutanga ule mwenyewe injury time, wanasema wewe ingia hapa. Jambo la mwisho, wakati kisulisuli, wakati wa kisulisuli ni wakati wa sisi kujua ya kwamba Mungu anaweka mipaka na anatawala. Mungu anaweka mipaka na anatawala. Mungu anaweka mipaka ya mambo yote. Wacha Mungu weke mipaka ya kuvunjika moyo, wacha Mungu weke mipaka ya kulemewa na atawale, atawale kila kitu, ili tupate rasilimali, tupate nguvu, tupate matumaini na wacha atawale kwa hii poma, Mungu atawale kwa kila jambo Amen, kwa maneno na kwa kila kitu Amen. Wacha Mungu atawale, Amen. Unajua Mungu ana mpango, mpango yake ni tofauti. Mara ya mwisho niliachana na magii ni mwaka wa tu... ilikuwa 99, 2000 2000 na nimemtambua tu, inaonekana hajabadilika sana 2000. yaani imepita miaka ngapi ishirini na sita. sita lakini mungu ametutuma leo kuwatia moyo kwa mpango wake Amen. na wacha atawale kwa kila jambo mungu wa amani awafariji mungu wa amani awe pamoja nani Amen. na tuombe baba mwenyezi maneno ambayo tumeyasikia <sighs> kwa masikio yetu kwa neema